karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya uzaji leo tutajifunza jinsi ya kujua kwa haraka kama wamehack Facebook yako mimi huwa nafundisha step by step hatua kwa hatua taratibu ili uweze kuelewa na kuelewisha na wengine pia moja kwa moja cha kwanza kabisa kabla hujafanya chochote e, inabidi unaingie kwenye Play Store. unaingia kwenye account yako Play Store. Baada ya kuingia, utatafuta hapa search, utatafuta eh, moja kwa moja. Ukishaingia hapo utatafuta Facebook mimi nitatafuta kupitia hapa juu, nitaandika Facebook Facebook, nadhani umeiona hiyo hapo. Baada hapo nitabonyeza search Baada hapo itatokea hivi. Sasa moja kwa moja nitabonyeza hii picha au hili jina, umeona, tabonyeza baada hapo itafunguka namna hii. Baada hapo sasa, hapa kikubwa nachoangalia, umeona, mimi lipo neno open, achana na hili neno uninstall ili usibonyeze. Ukibonyeza hapo utafuta Facebook yako kwenye simu yako. Hapa neno open, kama ukikuta neno update basi, update kwanza, bonyeza neno update mpaka ionekane kama open kama hivi, ili Facebook yako iwe katika latest version, toleo la juu. Pia kama unatumia Facebook Lite ile Facebook ndogo, utashuka chini utashuka chini, chini, utakutana utaiona, na Facebook hii hapa, Facebook Lite, nadhani umeiona hapa, utakutana nayo sasa moja kwa moja wewe utabonyeza tu Facebook Lite, pia utaifanyia update kama kutakuwa na update umeona, utabonyeza kama kutakuwa na update. Sasa mimi natumia Facebook kubwa, basi nitarudi nyuma, nitarudi nyuma, nitarudi nyuma, nitarudi nyuma mpaka tafikia mwanzo. Baada ya hapo, nitaingia kwenye Facebook, tutafuta Facebook yangu. Umeona, pap hii hapa. Nimeiona Facebook a, unaiona? Nitagusa hapa kuingia kwenye Facebook, itafunga namna hii. Sasa hapa nitakuonyesha step kwa step. Cha kwanza kabisa kikubwa cha yote inabidi, kama Facebook yako kuna mtu amehack moja kwa moja utaona cha kwanza kabisa utaona ukiingia kwenye hapa, alafu ukashuka chini taratibu. Cha kwanza kabisa, mfano unagusa hapa hii e, jina hapa, unaangalia hapa, ukiona taarifa zako hazijabadilishwa hapa, au profaili yako haijabadilishwa kivyovyote, hiyo ni hatua ya kwanza ya kujua. Hatua ya pili, unarudi tena hapa unashuka chini moja kwa moja unakuja unaingia kwenye setting, umeona hiki kivi, unakibonyeza hiki kivi hapa pap, itafunguka hivyo, itakuja vitu vingi vingi vingi vingi sana, nadhani naweza unaziona, umeona, unaangalia cha pili, unaingia kwenye hii device request. hii hapa nadhani unaiona, utagusa hapo Utaangalia utaona kama pakileta hivi, achana na hapo, hamna shida, unarudi nyuma. Baada hapo unabonyeza neno setting, tangia kwenye setting. Baada hapo umeona ile fungu la juu, ile Meta Account Center, basi utaligusa, unagusa tu popote, itafunguka namna hiyo. Baada ya hapo, ukishafunguka E, moja kwa moja utaingia kwenye juu kabisa. Hapa umeona hii profile, utagusa hii profile hii profile. Hii profile utaigusa, itakuletea namna hii. Kama una account zaidi ya moja italeta nyingine hapa juu, hapa chini, na kama una nyingine tena italeta chini zaidi. Kwa hiyo hiyo, nadhani amna shida. Baada ya hapo utabonyeza I, lena de, mfano mimi hapa nitaifungua hii. Baada ya kufunguka namna hiyo italeta e, nadhani umeona kama hivyo italeta name user profile. Utaangalia kama name e, mfano jina unaona ni lile lile la kwako, username utakuta ni ile ile, amani profile picture utakuta ni ile ile, basi hapo unarudi nyuma unarudi unakuja hapa unagusa kwenye E, personal details. Hapa uko kwenye personal details, narudia tena, ni hapa personal details. Umeona ya pili kwenye hiki kifungu cha pili, juu ni huku, hili ni kifungu cha kwanza, hiki kifungu cha pili hiki hapa chini utagusa kwenye personal details. Baada ya kufunguka hapa, ndo pakubwa pa kuangalia. Cha kwanza Unaangalia je, hizi contact info za kwangu? Baada ya hapo, unabonyeza hapa, itafunguka mfano. Mimi hapo mona natumia email wauzaji group na namba ya simu hiyo hapo, nadhani umeona. Kwa hiyo hapa inamaanisha hakuna namba yote iliyobadilishwa kwa sababu mtu akikuwa haki, cha kwanza ni kubadilisha contact information ili wewe usiweze kuingia kwenye akaunti yako. Kwa hiyo ni jitahidi sana sana sana uiwahi mapema iwezekanavyo, na ukikuta kama kuna nyingine, mfano ukakuta tayari wamehaki na akaunti labda kuna namba labda ya nje imeongezeka hapa ya nje yaani na kuhakikishia spidi ya kwanza ni kuibonyeza. Mfano hii namba hii hapa umekuta nokaisi ni ya nje, cha kwanza utabonyeza hapa, kisha utadiriti hiyo namba haraka iwezekanavyo. Kuwa makini, usiache bila kuidiriti. Naudi nyuma, ukikuta email ni tofauti, utagusa email baada ya hapo jitahidi kivyo vyote uweze kuidelete hiyo email address alafu iwezekanavyo kwa sababu huyu mtu inaonekana anakuvutia siku tu siku akiamka tu vibaya fasta atakuwai wewe kuitoa, au akiingia online. Maana unakuta wale wana haki akaunti nyingi sana kwa wakati mmoja, kwao inabidi umakini uwepo mno. Umeona anarudi nyuma. Baada ya kufuta hiyo, wewe moja kwa moja utaingia kwenye add new contact. Hapa add new contact utabonyeza, baada ya hapo itakuuliza unataka ku add namba ya simu au email address. Sasa mfano kama kule e, itakuwa moja kwa moja umesha, e, mfano umeshatoa ile namba yake ya simu au email yake, basi utakuja uta add hapa, utabonyeza ku add itakuletea ita hapo, utaandika namba ya simu mpya ambayo itabidi e, utaandika hapa namba ya simu mpya ambayo itabidi we add. Ukishaibonyeza hapo ukishaiandika namba ya simu labda ya sifuri saba, labda ngapi ngapi, blabla bla. Hapa hii tick utaiacha kama ilivyo. Baada ya hapo utabonyeza next, nazo unaona button ya next Ukibonyeza next utasonga mbele, utakuwa umebadilisha namba ya simu na umeweka namba ya simu mpya. Hebu turudie spidi spidi, kwa haraka kwa haraka, jinsi ya kujua kama umehakiwa, step by step zote tulizopitia. Narudi nyuma narudi nyuma narudi nyuma mpaka mwanzo kabisa. Cha kwanza kabisa ili kujua kama e, Facebook yako wamehack, unabonyeza Facebook yenyewe. Baada ya hapo unabonyeza huku step by step kwa haraka kwa haraka. Baada ya hapo cha kwanza kabisa e, unaangalia kwenye, unaingia kwenye setting. Baada kuingia kwenye setting unagusa ili fungu la kwanza, unagusa hapo italeta hivo. Baada ya kuleta hivyo utashuka chini mpaka utaingia kwenye sample medical personal and details, hii hapa nadhani unaiona personal details. Baada kuingia hapo unaangalia cha kwanza kama contact info zako zipo sawa baada ya jinsi ya kuangalia unabonyeza hii contact info. Unabonyeza hapo baada ya kubonyeza hapo utaona zimekuletea taarifa zako hizi hapa. Kama ukiona namba yoyote imeongezeka hauifahamu, haraka sana ibonyeze hiyo namba. Mfano, mimi nabonyeza hapa, baada ya hapo nitadelete. Wewe huko ukiona namba ifai labda unuiju, utadelete mimi namba miminamba nifahamu utadelete. Alafu baada ya hapo uta add new contact. Utaingia hapa uta add new contact. Itakuuliza unataka add mobile number au add email? Mimi nitachagua mfano ni add e, eh, mobile number. Basi tabonyeza add mobile number. Baada hapo nitaweka namba mpya ya simu ambayo ni binafsi ya kwangu ambayo ni ile nishato ambayo imehakiwa. Baada hapo nitabonyeza next, alafu nitabonyeza save. Kwa nitakuwa namba ya simu nitaona namba ya simu mpya imeongezeka hapa, na hii ya mwanzo itakuwa nimeshaifuta ili kuepusha yule mdukuaji kuweza kuingia moja kwa moja kwenye akaunti. Kwa video kama hizi na nyingine nyingi tayari zipo, usiache kusubscribe. Karibu sana.